Kwa hiyo tuliona matatizo ambayo wananchi wetu wanayo, lakini matatizo ambayo tukijikusanya tukiwa na ushirikiano kama viongozi, ninaamini kwa miaka mitano wananchi wa Meatu wanakuja kuiona Meatu iliyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo mimi ni waahidi wananchi ambao nimeshuhudia hapa, tutakwenda kuwatumikia. Tuna madiwani walio wanayejitambua, walio, walio, walio, na pia tumekubaliana kwamba baraza hili sio baraza la kuketi migogoro, ni baraza ambalo linakwenda kuangalia mahitaji ya Wanameatu na kujadiliana kwamba tunafanya fanya fanya, fanya jambo gani ili tuweze kutatua matatizo ya Wanameatu. Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Mbunge, sisi tuwaahidi na baraza langu la madiwani kwamba nini, kazi yetu ni moja ni kwenda kututafutia fedha za serikali kuu za kuja kutatua matatizo ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Meatu. Lakini sisi madiwani ambaye muda mwingi tutakuwa tunataka, tuwahakikishie kwamba jambo la kwanza, tutahakikisha tunasaka mapato mahali popote yalipo ili kukuza na kutunisha mfuko wetu wa halmashauri. Lakini jambo la pili, ni kwenda kusimamia vizuri matumizi ya fedha ambazo tutakuwa tumezikusanya, na tutakapozisimamia vizuri, maana yake matokeo yatakuwepo, wananchi wetu watapata mahitaji hayo. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na waheshimiwa wabunge -wak nyie wawili, huyu huyu mbunge wa jimbo la Bayatu naweza nikamuita kwa, kwa sasa ni mgeni kwenye halmashauri hii. Watendaji tulio nao sasa hivi kwenye halmashauri hii sio watendaji ambao lifanya nao kazi 2020 ngapi? 20, 20, 20 ni, ni 20 au kumi na tano kuja ishirini. Hawa tulionao sasa hivi, sio kwamba nawapigia debe, nimefanya nao kazi labda debe. Mtu huyu ndio naanza naye kufanya naye kazi kogezi, lakini wakuwa idara wote na vitengo watendaji, wakati wa halmashauri hii ya Meatu nimefanya nao kazi, ndiyo maana tumefikia hapa ambapo tulipo. Sasa niwahakikishie tu wabunge kwamba hawa watendaji wanahitaji kuelekezwa, kushauriwa, kusaidiwa ili tuweze kufikia malengo yetu Meatu tuoe. Na, na madiwani hawa tuliokuwa nao ni madiwani ambayo kila mmoja anatamani kwamba umepewa vidzaa na wananchi, umeaminiwa na wananchi, lazima twende tukasimamie matatizo ya wananchi. Kwa hiyo umekutana na makundi mawili yenye nia na ari ya kuwatumikia Watanzania wa Meatu. Kwa hiyo jambo moja tu nyinyi ni kutusimamia, kutushauri, lakini kutusemea kule serikali kuu, kwa sababu nyie ndio sauti yetu serikali kuu. Lakini jambo la jambo nyingine, waheshimiwa wabunge sasa hivi ndio mwenyekiti wenu wa halmashauri, nyie wabunge wawili. <laughs> Kazi yangu ni moja tu na furaha yangu ni moja tu, kuhakikisha nyie wabunge wawili mnaishi kama familia, kwa sababu kasumba la haya majimbo mawili, kama alivyosema mheshimiwa Mbuga kwamba hii ionekane mbunge mbunge mzuri lazima uanzishe ugomvi na mbunge mwenzako. Sasa safari hii sisi ndio hatuhitaji kuliona. Mimi kama mwenyekiti wenu sihitaji kuliona. Nikiona tu mnaanza matatizo haya, nawaita, tunakaa chini, tunazungumza, tumeyamaliza, tuna, tunasonga wapi? Tunasonga mbele. Hawa ni mhimili mkubwa sana wa halmashauri, wakikaa kama ndugu na familia wilaya hii itaendelea. Amesema hapa mheshimiwa sana kwamba kwenye baraza, ama, baraza la, la, la mawaziri hakuna asiyeweza kufikiwa, na bahati nzuri wao wamepewa kibali katika nchi yetu kwamba hakuna kiongozi ambaye wewe huwezi kuingia. Makamu wa rais alituambia hapa alipokuja, wakati mgombea mwenza, alisema mmepata mtu sahihi, huyu hamna mahali atakaoacha kuingia k asisikilize asikili, sasa, tunataka tunataka, miaka mitano baba, tutendee haki nikimsaidia na mdogo wako hapo. tunahitaji mabadiliko katika wilaya yetu ya Meatu.